Ni takribani miezi miwili tu toka Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi nchini Tafiri izindue programu ya kuwawezesha wavuvi nchini kutambua maeneo yaliyo na samaki wengi baharini na ziwani pamoja na upatikanaji wa masoko ya samaki ndani na nje ya nchi. Hii leo Tafiri kwa kushirikiana na Taasisi ya Korea Sayansi na Teknolojia ya Bahari KIOST wamekubaliana kujenga kituo cha satellite kitakachochochea uchumi wa bluu hasa katika kuratibu upatikanaji wa taarifa zote zinazohusiana na uvuvi katika sehemu za bahari na maziwa kote nchini. Uh, hii ni senta maalum ambayo serikali ya Korea na serikali ya Tanzania kwa kupitia wizara ya mifugo na uvuvi ambayo itaanzishwa na itakuwa na kiasi cha dola milioni nne, ni kama bilioni kumi hivi. Uh, hii itasaidia sana kwa uvuvi pamoja na uchumi wa bluu kwa ujumla. Sasa hivi tumekuwa na shida sana ya kupata takwimu sahihi. Kuwepo kwa senta hii itakuwa ni mwarubaini wa hilo tatizo kwa uvuvi wa bahari kuu, lakini pia a, kwa uvuvi wa a, maji madogo ambayo tunaendelea nayo na sio baharini tu. Tumekubaliana kuwa iende mpaka katika maziwa ya ndani, yaani maziwa mad, makubwa pamoja na maji madogo. Kwa hiyo wataenda mpaka katika Lake Victoria, Lake Tanganyika, uh, wataendelea kukusanya takwimu na wanatumia satellite za hali ya juu ambayo itakuwa na resolution kubwa. Uh, hii itasaidia sana kupata takwimu za uhakika za kusaidia kupata mambo ya production. Itakuwa na faida kubwa sana kwa wavuvi, wavuvi wa aina zote, wavuvi wadogo wadogo, hata wale wavuvi wakubwa wanaotokea upande wa Tanzania. Uh, kitawasaidia kwa mambo mengi. Moja ya vitu ambavyo tunajivunia na kituo hiki ambacho kinaenda kuanzishwa ni kwa sababu tutapokea yale mawimbi ya satellite moja kwa moja kwenye mitambo yetu na tunaweza tukapata takwimu zile za moja kwa moja kutoka baharini kwenye eneo letu. Kabla ya hapa, uh, mtambo tuliokuwa tunatumia kuwezesha ile ya PFZ kwa wavuvi walioko uh, katika ukanda wa bahari ni kwamba takwimu hizo zilikuwa zinapokelewa kwenye vituo vingine, kwa mfano vinapokelewa South Africa, inapokelewa Italy, wanachakata ndio wanatuletea sisi taarifa, tuziongezee sasa tuziweze kuzichakata kwa ajili ya kuwawezesha watu wetu. Mradi huu ni msaada kutoka Jamhuri ya Korea Kusini, ukiwa na lengo maalumu kabisa, kuzifanya shughuli za uvuvi nchini kuwa rasmi na zenye manufaa makubwa kwa wavuvi pamoja na taifa. Well, this center will enhance.

We are excited to move forward together with the Tanzania government TAFIRI and local communities. Tanzania na Korea Kusini zimekuwa kwenye mahusiano ya kidiplomasia toka Aprili 30 mwaka 1992, na, na uhusiano huu unatajwa kuwa na manufaa zaidi toka Rais Samia Suluhu Hassan alipotembelea kikazi nchini humo katika ziara yake ya siku sita kuanzia Mei 31 hadi Juni 5, 2024. Mheshimiwa Rais wakati alivyokwenda kule wimbo wake wa kwanza ulikuwa ni uchumi wa bluu, na uwekezaji katika uchumi wa bluu, na kwa hiyo sisi mradi wetu ukaweza kupatikana na kwa kweli tunamshukuru kwa sababu asingekuwa yeye, yumkini tusinge tusingeipata hiyo, hiyo nafasi. Sasa tumeanza mradi huu ambao utatekelezwa kwa muda wa miaka mitano utatekelezwa kwa kipindi cha miaka mitano. Ni mradi wenye karibia dola milioni nne hivi, lakini utakuwa ni uwezeka, uwekezaji kwa maana ya teknolojia eh, ya kupokea taarifa za satellite, lakini kupokea taarifa za, za uvuvi, kuchakata taarifa hizo na kuwezesha um, kuwezesha sekta ya uvuvi na ulinzi au usimamizi wa bahari, uh, kuweza ku Uh, ku, kuendelea. Tanzania inashirikiana na Jamhuri ya Korea Kusini katika miradi mbalimbali ya uvuvi kikiwemo kituo kipya cha uvuvi kilichopo Bagamoyo mkoani Pwani pamoja na huu wa sasa Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.